mwanadamu Mungu alipomuumba alimpa siku sita za kufanya kazi za aina yote ile, za kulima na za kupanda, na kisha siku ya saba ambayo Mungu aliweza kuitakasa na kuitukuza, akaita siku ya sabato na ikatengwa ikiwa kama siku maalum. Hii ni baada ya siku sita za ubaji. Hicho ni kitabu cha Mwanzo mbili mstari wake ni wa kwanza. Vile vile ukisoma kitabu cha Ezekiel cha ja kutoka 20 mstari wa nane Maandiko yanasema kumbuke siku ya sabato uweze kuitakasa, siku sita ufanye kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Ni sabato ya Bwana Mungu wako. Na ukisoma Wagalatia 6:16, maandiko yanasema ambao walipewa sabato, yani Waisraeli, ni wote wanaoshika amri za Mungu na kumpenda Mungu na mwanawe Yesu Kristo. Kwa hivyo mpendwa, ibada ya siku ya Jumapili sio ibada ya watu wa Mungu, na vilevile ibada ya siku ya Ijumaa sio ibada ya watu wa Mungu. Tujitenge na madhabahu na makanisa yaliyo na imani za kujitungia wao wenyewe.